Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Mimi kwa jina ninaitwa Bwana Yohana Omari Saidi Kibafu. nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha kuweza kupita katika mitandao mbalimbali na kuweza kukutana na clip moja ambayo imetumwa na ndugu yetu wana IPM. Katika clip ile kuna mambo kidogo ameyazungumza, yameleta ukakasi kwa Wakristo mmoja katika hutuba zake alizungumza katika klipu ile, anasema kama Mkristo akawa ana wasiwasi wa shetani, ana wasiwasi wa majini, basi anaweza akasoma Qurani, akataja surati Nas akasoma sura aya ya kwanza mpaka aya ya tano ambaye nasema qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Sura hii Bwana IPM bahati mbaya hakuipatia tafsiri, kasoma aya kama zilivyo. Akaacha jambo la pili. Ninasikitika kama Mkristo analiongoza kanisa na anawafundisha waumini wake, anawaambia hiyo ndio sura ya maombi, kuwa kama utapata wasiwasi wa shetani, basi ukisoma sura hiyo, sura ya maombi shetani anakupitia mbali. Na mwisho akasema mbali na sura hiyo, ukiongeza sura nyingine tatu: ya kwanza Qul a'udhu bi rabbin nas, ya pili Qul huwallahu, ya tatu Qul a'udhu bi rabbil farqi. Anawafundisha waumini wake, hizi ndio sura pekee za kuweza kujikinga na maombi, sio tena kujikinga kwa Yesu. Wallahi, huu mtihani ni mkubwa kabisa. Ninasikitika mtumishi wa Mungu huyu, baada ya waumini wake kuwaelekeza kumjua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na anawalinda na shari yote za shetani, leo anawaelekeza wasome Qur'ani. Sasa naomba ni tumsikilize alafu tujue ukweli ni upi, na hata hizo sura ambazo alizozitaja, kulu anji birabi nasi, siyo sura. Hii ni aya katika sura, inaitwa surati Nas ya pili. Amesema kulu wallahu, hii pia siyo sura. Hii inaitwa sura Ikhlas, maana yake ni sura ya utakaso Aya yabwanza, kulu, ya kwanza ndio inasema qulu wallahu ahadu, na hile ya tatu alaosema qul audhu birabilfaraqi sio sura, hiyo ni aya inaitwa nini? Surati lfaraqi. Sasa ni vyema bwana IPM unaposoma Qurani, lazima ufahamu na pia waumini wako usiwaelekeze waweze kuamini Qur'ani kama kinga pasipo kuwaelekeza Yesu ambaye aliwafia pale msalabani. Hebu naomba tumsikilize alafu tujue ukweli uko wapi? Wewe uijui kul a'udhu birabbin nas unaijua maliki nasi ilahi nas min sharri lwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinn. Minal jinnati wannas ni sura ya nini hiyo ya? ya maombi ya kujikinga na nini? Na majini wa wasiwasi wasi, majini wa wasiwasi. Kwa ukiwa sikia hofu unasoma nasi hizi tatu, kul a'udhu birabbin nas, kul huwallahu ahad nasi mtatu kwa nini? Kwa sababu wenzetu upande wa pili wanajua hapa duniani kuna majini. kul a'udhu bi rabbin nas. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nadhani tumeweza kumsikia huyu rafiki yangu asiyenifahamu Bwana IPM mafundisho yake analielekeza kanisa lake wanapopata changamoto shari za shetani na majini, basi wasome hivyo visomo vya sura tatu: sura ya kwanza, Surat Nas, sura ya pili, Surat Al-Falaq, sura ya tatu, Surat Al-Ikhlas lakini nitumie tu nafasi hii kumfahamisha rafiki yangu asiyenifahamu bwana IPM. Hizi sura mbili za kwanza surati Nas na surati Al-Falaq, sura hizi lazima uelewe zimekuja kwa sababu gani. Sura hizi zimekuja mwanzoni mwa miaka ambayo nabii Muhammadi alipokimbilia Madina. Bahati mbaya alipata changamoto, akatupiwa sihiri. Naposema sihiri, yaani alitupiwa uchawi akarogwa, na ni kweli, akawa mgonjwa. Baada ya kuwa mgonjwa, ndipo Allah anamwambia malaika Jibril aende kwa Muhammad asome sura hizi mbili. Sura ya kwanza inasema, kulu ang undhu birabi nnas sema najilinda kwa Mungu wa watu, maliki nas, mfalme wa watu, ilahi nas, Mungu wa watu, min sharil wasiwasi lohanas, na mwenye kutia wasiwasi katika nyoyo za watu, alladhi yuwaswisu fi sadurin nas, minal jinnati wan nas, katika majini na watu. Mtume akasoma sura hiyo akasoma na surati al-Falaq, na wala hazijaweza kumsaidia, maana bado aliendelea kurogeka, aliendelea kugonjeka na maradhi akawa makubwa. Sasa kama hizi sura mbili mtume Muhammad hazijamsaidia, vipi wewe waelekeze watu wako ndani ya kanisa wazisome, ziweze kuwasaidia? La kwanza, la pili, surati ahad. Sura hii kwa Mkristo anaposoma na kujua tafsiri yake hawezi atakuisoma. Leo unawaaminisha watu wako waweze kuiamini sura hiyo. Inasema kama ifuatavyo: qul Allahu ahad, sema we Muhamadi, Mungu ni mmoja. Allahu samadu, Mwenyezi Mungu ndiye anayekusudiwa na waja wake. lamialidi wala miuladi lam yalid, hakuzaa. wa lam yulad wala, wala hakuzaliwa. wa lam yakun lahu kufuwan ahad, wala kuna chochote ambacho anachofanana naye. Sasa kama Qur'an inasema Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, wewe IPM ni Mkristo kwa madai yako, tunakusoma na moja katika mafunzo ya Biblia, lazima uamini Yesu ni mwana wa Mungu Kurani nasema la mialidi wala miulali, hakuzaa wala hakuzaliwa. Vipi wafundishe waumini wako kuwa waamini huyo Mungu anayemwamini Yehova hakuzaa wala hakuzaliwa? Ndio maana nasema mimi ni rafiki yako, sionijua, nimekufuatilia sana, lakini nikaona vyema katika hili usiendelee kuwataharukisha Wakristo kiasi kwamba Wakristo hawa wafahamu au wajue kwa Qur'ani ni kitabu halali ambacho kina wokovu ndani yake, kitu ambacho si kweli. La mwisho ni msaidie, bwana IPM, vitabu kitabu ambacho kimepewa uvuvio, kitabu cha Biblia bado kinaelekeza. Bahati mbaya mtu kapatwa na mapepo aende wapi? Je, aende kwenye Quran ama aende wapi? Biblia takatifu inasema, naomba kunukuu au kusoma Injili iliyoandikwa na Marko sura ya kumi na sita, nitasoma aya ya kumi na saba. Maneno ya Mungu yanasema, Bwana Yesu anasema anasema wa hadha liayat taktabi lmuminina, narudia tena, Biblia inasema, wa hadha liayat, na alama hizi, taktabi lmuminina, zitafatana hao waaminio, yahuruju lishayatini biismi, watatoa pepo kwa jina langu, yahuruju shayatini bilismi watatoa pepo kwa jina langu la, anasema watakallamuna bi lughatil jadida, na watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo wazi, Biblia inafundisha kumbe, mwanadamu ama Mkristo yoyote bahati mbaya ameanguka mapepo, basi mapepo yatatoka kwa jina la Yesu pekee si kwa jina la Nabii Muhammadi wala si kwa kusoma Qurani Surati Nas ama Surati Al-Jinni ama Surati Faraqi ama sura yoyote isipokuwa kwa jina la Yesu pekee, la kwanza. Jambo la pili, pia nimfahamishe ndugu yangu Bwana IPM hatupaswi, hatupaswi kuamini Mungu atukinge na majini la tunapaswa kukemea majini yatoke kwa jina la Yesu, nauo ndio Ukristo. Bwana IPM wa Kristo wako na wapeleka wapi, awe ni sehemu ya Uislamu? Umetumwa kuja kufunga Ukristo? ni siku choshe, usiusinichoshe. Labda nisome andiko la mwisho, baada hapo nimalize, niondoke. Nisome aya hii inaweza katusaidia. Waraka wa Kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa saba. Maneno ya Mungu yanasema watoto wangu, mtu na asiwadanganye. Wewe Mkristo uko ndani ya kanisa, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndiyo maana Yohana kama mwanafunzi wa Yesu anafunuliwa na Yesu anatuambia sisi ni watoto kwa hiyo asitokee mtu akajiita prophet akajiita mtume akajiita nabii akakudanganya. Na udanganyifu unakuaje? Ni pale anapokutoa katika kweli ya kibiblia, huyo anakudanganya. Sasa anasema ndaudia tena watoto wangu wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili, narudia tena, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Jamani, Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu anaponifuatilia, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, kumbe Yesu Kristo amekuja kuzivunja kazi za Ibilisi. Ndio maana mapepo yanatoka kwa jina la Yesu si kwa jina la mwingine yeyote. Kwa hiyo wito wangu, kwa rafiki wangu ase, IPM, wa rafiki yangu bwana asiyenifahamu IPM, usiwaelekezi Kristo wako watue mapepo ama wajilinde na mapepo kupitia Korani la, bali waelekezi w watu wako wajikinge wa, wajiepushe na mapepo watue mapepo kutumia nini? Kutumia jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wa hada assalamu alaikum wa afu minkum. Mungu akubariki.